Na mtazamaji wa Faida online TV ni kwenye chama kikuu cha ushirika cha Lindi Mwambao kinachopatikana kwenye mkoa huu wa Lindi, manispaa ya Lindi katika eneo hili la Mitwero, ambapo leo tumeshuhudia mkutano mkubwa ukifanywa na wanachama wa chama hiki, ambapo mambo mbalimbali wamejadili, lakini pia kumetolewa zawadi kwa vyama vilivyofanya vizuri, ikiwa ni pamoja na pikipiki piki tatu kwa halmashauri zote tatu ambazo zinashiriki ama zimo ndani ya chama hiki cha Lindi Mwambao, meza pamoja na viti, lakini wakati huo pia mwaka jana walikuwa wametoa laptop pamoja na printer. Kwa hii yote uh, wanachama wamepokea vizuri na wameshukuru kwa zawadi hii. Faida Online TV tumefika hapo na kuzungumza nao wakituambia jinsi walivyojisikia mara baada ya kuweza kupokea zawadi hizo. Mimi naitwa Karim Faida. Hii ni Faida Online TV. Nikukumbusha kusubscribe, ku like na comment chini yetu ili uendelee kupata habari zetu. Tulikuwepo kwenye mkutano wa mwaka, mkutano wa nane wa mwaka wa chama kikuu cha Lindi Mwambao. Tulikuwa na wajumbe takribani mia moja ishirini na nne wa mkutano mkuu, lakini pia tulikuwa na wageni wa alikwa wa. Lakini sisi kama Lindi Mwambao tumejitahidi kujenga mkutano huu kwa muda ndani ya siku tatu. Siku ya kwanza tulitembelea miradi, lakini siku ya pili tulikwenda, tulikuwa na semina. Lakini leo tumefanya hitimisho kwenye mkutano huu, lakini sisi kama Lindi Mwambao tumefarijika sana kwa wajumbe tulivyokaa nao na walivyotuamini kwa tulivyowapelekea zile ajenda zetu za mkutano mkuu, lakini pia vitabu vyetu vyote walivyovisoma wamilizia na kutupa rizaa kwenye mkutano huu, tuendelee na utekelezaji wa chama ili chama chetu kiweze kusonga mbele. Lakini sisi kama chama tuliona tu, tuliwapa printer tukawapa laptop, lakini safari yetu imetoa meza 62 kwa kila chama meza mbili moja moja ambayo itaenda kuwasaidia kuweka kwenye hizo hizo pleta na vitu vingine, lakini pia tumu, kuna vyama vya tuna halmashauri tatu: halmashauri ya Kilwa, Mlindi manispaa na Mtama. Kila halmashauri tumejaribu kuwapa pikipiki piki moja kwa ajili ya chama kilichofanya vizuri kwenye uzalishaji, lakini pia kwenye utendaji wa chama. Tumegawa pikipiki moja kwenye halmashauri ya Kilwa, moja ya piki pikipiki ya manispaa, nyingine ya Mtama. Lakini sisi kama chama tutaendelea kwa mwendelezo huo, kwa sababu chama chetu tunajaribu kujenga wigo wa wanachama kutuamini, kwa sababu tayari na sisi tumeona ili jambo kwa wakati huu ni muhimu sana kwa vyama kuvijengea uwezo, kuwafanyisha semina na kuwajengea uwezo wa kuona kama sisi tunawasaidia kama chama kikuu cha Lindi Mwambao. Mimi kwa majina naitwa Natalis Linuma nipo kwa niaba ya mkuu wa mkoa kuja kumwakilisha kwenye shughuli hii ya leo ya mkutano mkuu. Kwa kweli katika mkoa wa Lindi, niseme kwamba vyama vya ushirika vipo katika hatua nzuri. Tunashukuru sana serikali kwa kuweza kusimamia mageuzi na mabadiliko ambayo yanaendelea kufanyika ambayo kwa kiasi kikubwa yanaleta maboresho makubwa sana kwa wakulima wetu katika mkoa wa Lindi. Leo nimeona katika bajeti yao jinsi ambavyo wamejipambanua katika kupanga mambo mbalimbali ya kimaendeleo lakini pia kuboresha hali halisi ya, ya wakulima katika mkoa wa Lindi kuanzia kwenye Amcos kule chini mpaka kwenye vyama vya ushirika kwa maana ya union hali ni nzuri sana. Kwa majina naitwa Selmani Abdalla Mpumule ninatokea katika kijiji cha Nyangaobi kata ya Nyangao na ni mwenyekiti wa Amcos ya Nyangao. Leo ninamshukuru Mwenyezi Mungu nimepata zawadi ya pikipiki ambayo zawadi hiyo imetolewa hapa na chama kikuu cha Lindi Mwambao, na nimepata zawadi kwa kuweza kutekeleza mchakato mzima wa makusanyo, mauzo na ulipaji wa wakulima kwa wakati, na mpaka tunafunga msimu mwezi wa 12 ya 2024 tayari tulikuwa tumeshalipa wakulima wote kwa wakati. Kwa majina anaitwa Mariamu Muhamedi Bausi, ni makamu mwenyekiti wa Mvuleni Amcos. Tunawashukuru sana ndugu viongozi wa Lindi Mwambao kwa kutupatia zawadi ya pikipiki pamoja na meza hii. Pikipiki itatusaidia piki, sana kwa safari za kutokea kule kwetu kwa sababu tuko sehemu mbaya sana, barabara chafu, kwa hiyo itatusaidia sana. Tunashukuru sana kwa ujumla na tunashukuru sana kwa kutupatia meza. Mwaka jana tulipata printer, kwa hiyo ile meza itatusaidia kwa kuiwekea hiyo printer na kufanya kazi kwa ufanisi mzuri sana, na tunawashukuru sana viongozi wa Lindi Mwambao. Kwa majina naitwa Bakili Chande Kilete, mwenyekiti wa chama cha msingi Kibaoni Amkos Kilwa DC. Tumepatiwa zawadi na chama kikuu cha ushirika zawadi ya pikipiki. Lakini tunawashukuru sana watu wa chama kikuu au viongozi wa chama kikuu kwa kweli, jicho lao linaona mbele sana. Mwaka jana tumefanya kazi kwa mashaka makubwa sana. Tulikuwa tuna tulikuwa na pikipiki moja, ujue ndogo, tulikuwa tunaongeza na kukodi pikipiki nyingine katika kutembelea vituo Tulikuwa tunafanya hivyo kwa sababu sisi ni wazalishaji wakubwa kweli kweli wa zao la ufuta, sio tu Kilwa, tunashinda katika mkoa mzima wa Lindi. Hata kama wangesema watoe zawadi hii kwa sababu ya mshindi mmoja katika mkoa wa Lindi, basi tungepewa sisi. Pikipiki kama unavyoziona pale mbele, pikipiki tatu, kila pikipiki moja itaenda kwa kila halmashauri katika halmashauri zetu tatu, kwenye chama ambacho kimefanya vizuri katika eneo la uzalishaji udhibiti wa upotevu uwekezaji na vyanzo vingine vya msingi ambavyo wenzetu maafisa wa shirika wametusaidia kuchakata, na halmashauri tatu, halmashauri ya Mtama, chama ambacho kimefanya vizuri kitapewa pikipiki, Lindi Manispaa tapewa pikipiki, kitapewa pikipiki na Kilwa kitapewa pikipiki. Tulishirikiana na maafisa wa shirika wamechakata hizo taarifa na tayari wametupa, tayari wametupa orodha ya hivyo vyama ambavyo vimeshinda, na hizo meza jumla yake ni 61 pamoja na viti 61 kwa kila chama. Na mtazamaji wa Faida Online TV. Kama ulivyosikia baadhi ya wakulima ambao tumezungumza nao katika siku hii ya leo ambao ni wanachama wa chama kikuu cha ushirika cha, cha Lindi Mwambao wakifurahia zawadi ambazo wamepewa katika siku hii ya leo kwenye mkutano mkuu wa nane ambao umefanyika hapa Mitwero, Manispaa ya Lindi katika mkoa huu wa Lindi. Mbako kufikia hapo nimefikia tamati. Naitwa Karim Faida, hii ni Faida Online TV. Nikukumbusha kusubscribe, ku like na comment yetu ili uendelee kupata habari zetu. Hakika sisi ni watu wa field. Asante na kwaheri.